Haiwezekani wa mshauri awe mwanamke mwingine na wamwambie kwamba wewe ulikosea kuoa eti kisa tu wewe unashindwa kubeba ujauzito, ukweli ni kwamba hata kama umefanya vipimo na kuonekana hauna shida, kuna changamoto ndogo, ndogo huenda ulikana maambukizi ya infection ya muda mrefu, ulishie kuharibu ujauzito kwa kipindi cha miaka ya nyuma, ulishie kutumia njia fulani za uzazi wa mpango, huenda mirija yako inapitia changamoto, homoni zako za uzazi zinapitia changamoto tofauti tofauti, au una changamoto ya vimbe aidha ni vimbe maji, endometriosis, fibroids polyps au adenomyosis, au unapitia changamoto ambayo hii inahitajika tu kuweka vizuri, hasa zile za hormones, unaweza ukajikuta automatically umefanikiwa kubeba ujauzito. Na ndio maana yake kupitia programu yetu ya nipo na katika safari ya kuitwa mama, ya matibabu ndani ya siku 30 pekee, ndani ya mwezi huu, ambapo huwa nachukua idadi ya watu 20 peke yake, ambao naongoza mimi mwenyewe na kuwasimamia hadi wanafanikiwa kubeba ujauzito kupitia utaratibu wa matibabu, lakini pia kupitia mwongozo maalum ambao tayari umeshawasaidia wanawake wengi sana, huku kitambua kwamba nipo na wewe katika safari hii ya kuitwa mama.